Nilivyofika Shinyanga kwenda kuhubiri, nilikuwa nafundisha habari za uzao, nikafundisha nikafundisha, mama mmoja akaniambia unajua nini, mwalimu Mfinanga? Nikamwambia niambie, mama wangu anaongea hivi hivi kidogo kidogo, mimi mume wangu alikufa nikiwa mtoto wa mwisho wa tatu akiwa ana miezi kama saba, mume wangu akafariki wa. Kwa hiyo akaniachia watoto watatu, na niliweka gano na Bwana, nikamwambia Mungu, mimi sitaolewa tena, ila Mungu niwezeshe niweze kuwalea hawa watoto wafikie hatima uliyowakusudia. Kwa hiyo anasema, nikaendelea baada ya miaka kama mitatu ya kuwa mjane. Anasema siku moja nilipokuwa ninasali kanisani, nikasikia sauti inaniambia anza kuomba kwa ajili ya watoto wako. Anasema kwa kipindi hiko, mtoto wangu mkubwa wa kwanza alikuwa na kama miaka tisa kumi. Nikasikia sauti inaniambia anza kuomba kwa ajili ya watoto wako, lakini pia anza kujifunza kuwatolea sadaka. Kwa hiyo anasema, of course huyo mama nimekutana naye ni mstaafu, ila anasema by that moment alikuwa ni mwalimu anafundisha shule ya msingi. Kwa hiyo akasema, mwalimu, nikaanza kuwa naomba, nikajiwekea utaratibu kila Jumamosi ni siku yangu maalum ya kuombea watoto wangu. Kwa hiyo anasema anaenda kanisani kwao kama hapa, anapiga magoti, anaomba. Kuna yale masanduku wanaekaga wanaandika, sijui sadaka za siri. Kwa hiyo anaenda anaweka sadaka yake. Anasema mwalimu nilikuwa naomba mambo matatu tu, anasema jambo la kwanza nilikuwa ninaomba wanangu wasome mpaka level ya degree. mtu atakayetaka kujiendeleza baada ya hapo ajiendeleze, ila mi nataka mpaka level ya degree. Afu akawa anasema jambo la pili, nilikuwa naomba mwanangu wakimaliza tu shule I mean, wakimaliza tu hiyo level ya degree waoe, I mean wapate kazi noti, waoe, wapate kazi. Wakishapata kazi, wakuoa aolewe, wakuoa aoe. Anasema ndio ndolikuwa maombi yangu matatu. Kwa hiyo anasema tangia mtoto wangu wa kwanza akiwa na miaka kama sio tisa kumi. That was my prayer, Mungu, watoto wangu wasikwame mahali popote, waende mpaka wafike chuo kikuu. Wakimaliza chuo kikuu, Mungu wasaidie, wapate kazi. Wakimaliza tu chuo wapate kazi, wakimaliza kupata kazi, wakuoa aolewe, au au waku, waku, waku, waku, waku, waku. aolewe na anaye takiwa kuoa aowe. Ndio alikuwa maombi yake, ananiambia, mwalimu, nime iki unachozungumza mimi nimekifanya, for the past 20 years zaidi ya miaka ishirini. That was my prayer every Saturday. Ninazungumza hayo maneno, nikimaliza natoa sadaka, ninazungumza hayo maneno, nikimaliza natoa sadaka kila Jumamosi. Anasema ni kazi yake sasa. Unajua, funny enough, kijana wake wa kwanza mi nimesoma nayo University of Dar es Salaam, yule ndugu alimaliza. <laughs> mi nilistruggle zaidi ya miaka minne kupata kazi, lakini yule ndugu alimaliza, hakumaliza hata mwezi akapata kazi job hakumaliza hata miezi miwili mtaani. Baadae akaanza kutaja majina ya watoto wake, nikamwambia mtoto wako wa kwanza nimesoma naye chuo kikuu. Bwana tunamuita na smart, kamaliza tu shule hata hata miezi miwili akumaliza, huyu jamaa akatoboa, akapata kazi. Akaniambia that was my prayer. Ananiambia hivi ninavyozungumza na wewe, ana wakike wawili na huyo wa kiume mmoja. Wa kiume kamaliza shule, ameniambia ameshafanya na masters. Wakati mimi nakutana naye, ananiambia ameshafanya na masters na ni bosi mmoja wapo, nikimtaja unamjua, anatajwa tajwa sana kwenye vyombo vya habari. Na hao wawili mabinti, na wenyewe wana kazi zao nzuri, wameolewa, wana miji yao. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kuna watakatifu mmenielewaelewa kidogo. Kesho nataka tuje na mzigo wa kuombea watoto.